Bwana Yesu Kristo asifiwe! Karibu kwenye mafundisho ya wanawake na Mungu akubariki. Tega sikio. Amen, amen. Shalom wapendwa katika Bwana, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ni mjakazi wa Bwana au nabii wa Bwana, Keren. Ninakusalimu kwa jina la Bwana. Unaweza kuniita Mama Moses maana mimi ni mama. Haleluya! Bwana Yesu Kristo asifiwe. Natumaini unaendelea salama. Nawambe unapitia changamoto, amini Mungu atakuponya au Bwana atajibu itaji lino lalo kwa muda mrefu, Bwana atakujibu kwa jina la Yesu Kristo. Tumainie Bwana, uwe na imani, usikate tamaa, maana muda sio mrefu. Bwana yuko malangoni, anakuja kuchukua walio wake. Uwe tayari katika unyakuo, linda utakatifu. Haijalishi unapitia magonjwa, unapitia changamoto yoyote ya kiuchumi, watoto, ndoa, tumainie Bwana. Uwe na imani na wakiamini na kwa Mungu wetu Yesu Kristo atatenda. Lakini leo ndugu yangu nimekuja kuongea na wewe ambaye bado unapinga, hao ambaye haujui kuvaa kwa utaratibu. Maana najua pia wengi wamesha baadhi ya wengi, na sio wengi sana, namba ambao watu wanajua kuvaa kujistiri ni ninam, namba chache ambao wanavaa nusu uchi ni wengi kuliko sisi ambao tumepata ile neema ya kipekee ya kuvaa kwa kujistiri. Na ndio maana Biblia inasema kwamba njia iyondayo uzimeni ni nyembamba sana, lakini inayoenda kuzimuni ni pana na kubwa. Haleluya, ni wanawake wachache ambao wataurisi ufalme wa mbingu, kwa sababu ni wachache ambao wamekubali kutii maandiko ya Biblia, ni wachache ambao wamekubali kuishi ka, kadiri na mapenzi ya Bwana. Wengi wanajiaminisha wana wenyewe, Mungu anawajua. Wengi wamechukua elimu ya kidunia Ipo njia yonekanayo kuwa nzuri machoni pa mtu mwenye lakini njia hiyo ni njia ya mauti. Hivyo chunguza njia zako, chunguza mavazi yako. Unavaa mavazi ya kukuacha kifua wazi, mgongo wazi, manguo ya kukubana, haya yatakupeleka motoni. Maana wauaji, wazinzi, waongo, makahaba, washarati, sehemu hiyo ni katika lile ziwa la moto na kibiriti. Hivyo chunguza njia zako. Anasa za dunia zitakupeleka motoni. Mawazo machafu, kuongelea watu vibaya, kutamani wengine wapate shida, hayo yote atakupeleka motoni. Kuandamana kwenye maandamano ya kidunia takupeleka motoni. Uwe makini sana. Haleluya, uwe makini sana, ni nyakati za mwisho. Tuendelee kumcha Bwana katika roho na kweli, tusio wanafiki. Hakuna kuigiza katika mambo ya wokovu. Unaweza ukaigiza katika kanisa lako umeokoka, ukaigiza mtaani, ukaigiza, ukaigiza kanisani, ukaigiza kazini kwako, lakini Bwana yeye anakujua wewe ni nani. Amen. Siku ya unyakua kutakuwa maigizo eti nimenyakulia, nimeenda miguuni? No, watakatifu ndo ambao watanyakuliwa. Mimi na wewe tujitahidi kumtafuta Bwana warona kweli, maana wampendao Bwana na kumtafuta kwa bidii watamuona Bwana. Yesu asifiwe sana. Lakini pia nimeona changamoto kwa wanawake wachamungu ambao tayari washajua kujistiri, kuvaa kwao ni kuvaa ambao sikukua kwa utaratibu. Wakorinto wa kwanza kumi nane na mstari wa 40 nasema, fanyeni mambo yote kwa uzuri na kwa utaratibu. Lakini nakuja kushangaa manguo ya huduma au manguo yako, ile uniform ya kwaya tena ndio yako, ambayo unaenda nayo kari yako, unaenda nayo Kinshasa, unatembea tembea nao masokoni, unaenda nao Mombasa eti kwenda, unachunguza mabiashara yako. Hapana, kuna mavazi yako ya kazi ya nyumbani na mavazi ya huduma. So nakuja kushangaa sana kuta wanawake pia manguo zao za huduma ndio ambazo wanafanya nazo kazi manyumbani. Lazima uwe na utaratibu. Kwa kuvaa. Amen. Vaa kwa kujistiri. Funika, eh, kifua chako. Maana mwanaume ni rahisi huko sehemu ambazo zinamwangusha mwanaume kwa rahisi. Kifua. Anapoona kifua chako kiko wazi inamtamanisha. Anapoona maikalio yako. Anapoona baadhi ya mikono yako au miguu yako, tufero yako tuko wazi, mwanaume anatamani mwanamke ambaye anaacha sehemu za mwili wake wazi. So ni wanaume wangapi ambao ulifanya wazini na wewe? Maana maandiko matakatifu yanasema mwanaume anapomtazama mwanamke kwa kumtamani, tayari ameshazini naye. Umezinisha wangapi? Ni wangapi ambao umezini na wewe katika mawazo? Tayari umeshazini na wanaume wengi kwa, kwa, kwa sababu kumheshimu Mungu na pia kuepuka tusiwe tunazinisha wanaume wafanye wazini na sisi au washaratike na sisi. Bwana Yesu atusaidie. So kuvaa kama huku ni kuzuri lakini pia kuna aina nyingine ambayo imekuja ile makamba ya umu. Nimesahau kukuonyesha. Kuna hii magauni hata ile kujaga na makamba, lakini si mnaona si kuiweka. So ikisha kuwa na hii elastiki acha hivyo, lakini usiongezee tena kamba unafinya, kwa sababu kuna ambao walipewa maumbile makubwa haya makalio makubwa. So unapoweka kamba ya umu unafinya nguvu ina inaonesha maikalio yako kwa makubwa. Unaweza kuwa umevaa kanzu ya kujistiri lakini bado inatamanisha wanaume, bado wanaume wanakutamani, wanazini na wewe na mavazi yako ya kujistiri iwe. Ujifunze kuvaa kwa mavazi ya kujiachia ambayo haioneshe maikalio yako. Amen, Bwana Yesu atusaidie. Iwe ni iwe pana kabisa, kwanza hata hii hivi kwangu mimi naona kama vile imebana kidogo, zamani maana niivae kwa sababu kuwaonesha mfano Amen. So hakikisha unavaa ile ambayo haina lastike ya kukubana sana au haina mkaba au haina kamba. Haleluya. Inaweza kuwa ina kamba lakini wewe mwenyewe ukaiachia usikaze, usibane kwa nguvu. Nakwenda kukusomea ile andiko la Timotheo wa kwanza mbili na mstari wake wa tisa inasema kwamba vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Tujipambe kwa mavazi ya kujistiri ndio mapambo yetu, sio mameshi, sio mawigi, sio ma makeup no. Tujipambe kwa mavazi ya kujistiri na adabu nzuri. Haleluya. Na moyo wa kiasi. Lazima uone kiasi, mwanamke cha Mungu, kutembea kwako, kufikia ongea kwako, kuwe na kiasi. Haleluya. Hata katika kuhudumu, katika kufanya kazi ya Bwana lazima uwe na kiasi. Shalom. Na Mungu akubariki. Amena, amena, ubarikiwe sana na Bwana. Hmm, shalom, shalom. Nimeona nibadilishe vazi lingine. Hii ni gauni langu la huduma. Uniform ya kwaya. Siwezi nikavaa ile vazi tena naenda kupika nalo chakula, hapana. So nimeona makosa mengi kwa wanawake. Wacha Mungu ambao ameshajua kujistiri. Wameshajua umuhimu wa kuishi maisha matakatifu. Wameshajua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 Mwanamke na ajifunze katika utulivu, utulivu akitii kwa kila namna. Haleluya, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, jina la Bwana libarikiwe. hmm? Lazima mwanamke ujistiri uvae mavazi ya kujistiri. Sio lazima nivee manguo kuwaka ya kuwakawaka ya dhahabu, ili kuwatishie ti ionekane nimeokoka, ili naonekane ti nina mali hmm -mm. Bwana anaangaliaga moyo ulionyenyekea. Au unyenyekevu wetu hauko tu ndani hata kwa nje, mtu anapokuwa mnyenyekevu unaonekanaga hata kwa nje. Ninapokutazama mwanamke ambaye bado unavaa unavaa sijuu, uh, masheni za dhahabu lazima nitajua moyo wako umejawa kiburi, umejaa tamaa, kwa sababu mara nyingi mwanamke ambaye anapenda kuvaa mavazi ya bei kali mavazi ambako very expensive ni mwanamke ambaye ametawaliwa na roho ya nini? Ya tamaa, au roho ya kushindishana na wengine. Mwanamke ambaye hana moyo wa tamaa, hauwezi ukamuona anavaa mavazi ya samani ya bei kali mm -mm. kwanza hata kuvaa kwake inakuwaga ni kudogo sana. Unakuta na begi moja mbili basi, na ana hela kwenye account, lakini tamaa yake haiko kwenye mavazi, tamaa yake yuko katika Bwana ampendeze Mungu alee familia yake, watoto wake wasome vizuri, wawe na elimu nzuri, waishi maisha mazuri. Amen. Lakini mwanamke wa tamaa utamwona anavaa sana, lakini kwenye anaishi pana panatoa machozi. Familia yake ukiitazama inalia. Kuna watu ambao mimi najua, unakuta yeye anavaa mavazi ya ma 700 1000, lakini una wazazi wake Afrika, wanaishi maisha taabu sana. Wazazi wanalia, wanateseka Amen. Ndugu zake baadhi ya ndugu zake wanaishi maisha ya, ya, ya, machozi lakini yeye huku manchi za Ulaya ana, anavaa mavazi za madola 500. Mambo ambayo yanatia uzuni. Haleluya. Biblia inasema unapokuwa na gauni mbili mpe moja kwa ule ambaye amekosea. Amen. Ni lazima tuwe na adabu nzuri, moyo wa kiasi. Nguo za samani sio lazima uzivae kama mwanamke mwenda mbinguni. Haleluya. So na maana nimekuja hapa pia kuna hizi makamba ambazo zinakujaga kwenye mavazi zetu. Na kuna gauni nzuri ya kujistiri, lakini utakuta inakuja na kamba. Na mimi ninazo nyingi. Hii ni moja wapo ya gauni langu. Lakini wasivai. Sasa unakutaga ni lazima uji. Unaona? Unaona gisi kifunga gisi. Si unaona ma tofauti lakini wana nikiachie. Unaona nini? Zero, right? But check this. Eh, ni hatari unaona? Na ndio maana kuna mavazi mengine za kuwa ya kujistiri lakini yakafanya nini? Yakatamanisha wanaume kwa sababu gani mwenyewe umepana huyo mlango. So lakini kama unafunga kwa kawaida unaona kama tu unafunga hivi. Ile ya kawaida sibanishi. Hakuna chochote kile like unaona nafunga tu ya kawaida. Aroni, kama mtaniona vizuri, acha nijaribu kupanda hapa. Yes, unafunga kwa kawaida, lakini ukikaza zaidi hivi, sio sawa kwa wale ambao wana maumbili makubwa. Haleluya. Sasa lazima tu tunavaa kwa kujistiri na kuchunguza hizo zote njia. So kitambao unaweza kifunga, unafunga na masikio yako kipenda, ni vizuri zaidi, au unajitandia yote, ni sawa mbele ya macho ya Mungu. Haleluya. Kuna mjakazi mmoja alionyeshwa maono aliniona kwamba niko ninawafundisha gisi gani ya kufunga kitambaa. So alikuwa anaona nilikuwa nimefunga aina hii. So yeye, yeah, so, so, ya kawaida tu ya simple ambao watu wakikuona, wanaona una uso wako mzuri. So lazima ufunike eti macho humu. Kuna nyingine style ya kufunika humu macho. Ile ninaolea watawa, kuna moja dada Niliwahi kumuuliza kwa nini unapenda kufunga kitambaa hadi machoni. Akasema yeye aliwahi kutawa kitu cha mwaka mzima, yuko ndani. Sasa kutoka nje, ile jua ilikuwa inamsumbua, sio ilikuwa na bine avae kitambaa humu kwa sababu ya jua, sio kwa sababu anaonekana tena mtakatifu sana kuliko wengine. Hapana, ilikuwa anaogopa jua, maana alikaa kitandani kitu cha mwaka mzima. Utawa ni kufunga, yani unafungwa na Roho Mtakatifu, anakuweka kitandani kuombea mahitaji, unakula tu mara moja kwa siku, yani kama vile mfungo. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie. Ndio hivi, nilikuwa na machache ya kuongea na wanawake wenzangu tujifunze jinsi ya kuvaa kujistiri na tutenge mavazi yetu. Kuna mavazi ya kazi ya nyumbani na kuna mavazi ya huduma. Lakini nashangaa sana utakuta muda wote mtu yuko na ile gauni. Mpaka nasema hivi, hao watu wanajua jinsi gani ya kupangilia mavazi yao? Manguo yako yakwenda kanisani sio manguo ya kushinda nayo nyumbani. Amen. Kuna manguo ya kuvaa nyumbani na pia kuna kitu chingine ambacho kugusia, wa mama nataka kugusia kuhusu wamama ambao ndani ya ndoa, ili vazi si la kulala nalo. Wewe mama ambao umeolewa eti nataka nivae vazi langu la huduma ya kwaya jioni nifunuliwe maono mengi. Kuna wamama wako hivi, ana mume tena, mume hajaokoka, mpagani, lakini ameenda amelala na gauni kama hili, eti anahitaji kufunuliwa maono. Na kitu chingine tujifunze gisi ya kupiga mavazi zetu mapasi unakutaga wengi wanaingia ibadani, unaona huruma nguo limejaa mifinyo imejifinya imejifinya, kama vile ambayo ilikuwa imelala imeuliwa sijui na nini. Tujifunze jinsi ya kupiga mango zetu mapasi, haijalishi bado uko binti mdogo, kwa sababu utaolewa kesho. Mume wako atakuwa anapenda uwe unapiga nguo zake pasi. Sasa kama una uko mwanamke ambaye hujui kupiga mango zako pasi, unategemea zamu wako utakwenda kuweza hao kama uko mama ambao hujui kupiga pasi, ina tu, inatuonesha kwamba yani hata mume wako huwa, uh, haupigi pasi yake, yani kazi yake mwenyewe anaifanya. So kuna vitu vimoja ambavyo tunakuwa tunalaumu wao, wameza tu mazetu wa hey, siku hizi, lakini na kuja tukikaa chini tuongee, tuna makosa mengi. Maana vile mimi nasema mwanamke ana madhaifu, ni mdhaifu. So lazima tuwe tunajitahidi kuwa bora siku zote, kuangalia ni wapi au utembee vizuri usilaumu tu yo mume, usilaumu laumu tu a a angalia na wewe sehemu gani ambako uko vibaya. Maana mwanadamu anapoambiwa mabaya yake ni mwepesi ukasirika, anapoonywa ni mwepesi ukasirika, lakini uwe mwanamke ambaye unakubali maonyo, unakubali kuoneshwa njia zako mbaya. Kuna nyingine njia hii nyingine, tabia ambayo tuko nazo ibadani, saa ya maombi ya msamaha au ya kumwabudu, wewe usha ainama, vimaikalo vyako usha viacha ewani wanaume waone maikalio yako sio vizuri. Unaweza kuwa unavaa nguo ya kujistea, lakini po, position yako ya mkao, mkao wako wa kuabudu ukangusha wanaume. Maana kuna wakati mtu anaweza akaomba kafungua macho sana, wewe ukuta kama mzima kwanza ume, umeweka kiuno juu kwa makalio yote yako juu. So, hii itamtoa mtu, mtumishi wa Mungu nani asinga. Kuna njia ya kupiga magoti, unaweza kupiga magoti ile aina ya kawaida. Cha kwanza ni jaribu sidhani kama mtaniona, but ni njia ya hivi na hapo kwenye magoti, unaona unasimama hivi. Lakini uko kwenye magoti. Ah, unakaa hivi. Unaona ukaza mtu unakaa chini, unaabudu Bwana huko hivi. Lakini sio ile unainama, mpaka wengine lazima niwaoneshe ndio wataelewa. Sio ile unainama, unaonesha watu makalio yako sio vizuri. Turekebishe vyote vitu ndani ya ibada. Lazima tu tunajichunguza, tukoje mbele ya macho ya Mungu. Na Mungu akubariki sana. Naamini kwa haya machache umenielewa na ikusaidie na isaidie na wengine katika jina la Yesu. Asante sana, nakushukuru kwa neema hii. Sifa na utukufu zikurudilie kwa nguvu ambazo nakuona tujaza kwa kutukemea, kwa kutuonya, kwa kutufundisha, kwa kutuelekeza. Tusaidie Bwana, tuwe na mwisho mwema, ili siku moja tukuone katika jina la Yesu Kristo, amen. Barikiwa sana na Bwana. Wewe kuvaa manguo ya mapasula humo, hiyo yote ni milango ambayo unafungua mm. Mara unaota ndoto uko makaburini, mara unapelekwa porini, mara unasoma kwenye misingi, unasoma na watoto unaokuwa ndani ya madarasa za chekechea. Hawote vitu vya kazi ya Mungu, hawote kuhusu mafunuo ya nchi, nchi damu inamwagika, hawao kufunulu hivyo, wengine kwa mafunuo ya ajabu ajabu. Mara unazini kwa sababu ya tabia zako mbaya, kwa sababu ya masengenyo yako, kwa sababu ya mavazi yako, kwa sababu ya roho yako chafu. Tengeneza maisha yako na Bwana. Tusaidie sote shalom shalom.